Kumekuwa na picha mjongeo inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii na ni picha mjongeo yenye kumwonyesha aliyejitambulisha kama Kapteni Tesha wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania akizungumzia hali ilivyo nchini Tanzania na kueleza kuhusiana na mambo mbalimbali yaliyojitokeza na yale ambayo yako sasa hivi nchini Tanzania. Amezungumza vitu vingi vyenye kuhusiana na mambo ya siasa na vingine ambavyo viliwahi kuzungumzwa na Humphrey Polepole, balozi wa zamani wa Tanzania kule nchini Cuba, ambaye alijiuzulu mwenyewe na kuachia nafasi hiyo ya ubalozi. Amezungumza mambo mengi mengine yakihusisha matukio yaliyopita na uongozi wa awamu iliyopita wa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ameyasema mengi, lakini kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na maswali kuhusiana na uhalisia wa picha mjongeo hii ambayo inamwonyesha mtu huyu akiatoa maneno hayo, ambapo imekuwa ikidaiwa kuwa picha mjongeo hii ni picha iliyotengenezwa kwa akili unde, yani AI ama artificial intelligence, na si picha mjongeo halisi kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa wakiitazama. Hii ni kwa mujibu wa wachunguzi na wapekuzi ambao wameweza kuifuatilia picha mjongeo hiyo kwa undani zaidi. Na video hii ama picha mjongeo hii imeibua mijadala mingi kutokana na vile ambavyo aliweza kuvieleza. Sasa mtu huyu ambaye ameonekana kuvalia mavazi ya jeshi la wananchi wa Tanzania amejitambulisha kwa majina ya Captain Tesha kutoka kwenye shule ya anga ya kijeshi Saki, na wakati huu nimekuja tugusie na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 Shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga Skua ni taasisi maalumu ya mafunzo ya kijeshi chini ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Ni moja ya taasisi zinazolenga kukuza utaalamu wa anga, usafirishaji wa kijeshi na ulinzi wa anga la Tanzania. Shule hii inajulikana pia kwa jina lisilo rasmi, shule ya anga ya kijeshi SAK, lakini pia lililothibitishwa na nyaraka za serikali na JWTZ ni Skua. Shule hii ipo Kange mkoa wa Tanga na imekuwa kitovu cha kuandaa wataalamu wa anga wakiwemo marubani, wahandisi wa ndege, mafundi na wataalamu wa mawasiliano ya anga. Skua inatajwa kama nguzo muhimu kwa sababu inalenga kuandaa askari wenye utaalamu wa kipekee unaohitajika katika zama hizi ambapo ulinzi wa anga ni jambo la lazima. Hebu tuangalie historia ya uanzishwaji wa Skua. Baada ya Tanzania kupata uhuru mwaka 1961, moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni kujitegemea katika sekta ya ulinzi. Jeshi la anga kwa wakati huo lilihitaji wataalamu wengi kutoka mataifa rafiki. Hata hivyo, viongozi wa nchi walitambua mapema umuhimu wa kuwa na wataalamu wa ndani. Hivyo basi, kuanzishwa kwa shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga Skua kulikuwa ni hatua ya kimkakati ya kuhakikisha Tanzania inakuwa na marubani, wahandisi wa ndege na wataalamu wa rada wanaotokana na Watanzania wenyewe. Uamuzi huu uliowezesha askari wa JWTZ kupata elimu ya kiwango cha juu bila kulazimika kutegemea mafunzo ya nje pekee. Kwa miaka mingi SKUA imepanua uwezo wake kutoka kuwa kituo cha mafunzo ya msingi pekee hadi kuwa taasisi yenye hadhi ya kitaifa inayotambuliwa na NACTE kuanzia mwaka 2020. Shule hii imejikita katika malengo makuu yafuatayo. Cha kwanza ni kujenga uwezo wa kulinda anga la Tanzania kwa kutoa marubani na wahandisi wenye utaalamu wa kijeshi. Jambo la pili, kukuza utaalamu wa kitaifa kwa kutoa mafunzo yanayotambulika kitaifa na kimataifa. Jambo la tatu kupunguza utegemezi wa nje kwa kutoa nafasi kwa Watanzania wengi zaidi kujifunza ndani ya nchi. Jambo la nne kuimarisha nidhamu na uzalendo kwa wanajeshi wanaojifunza. Jambo la tano kuchangia maendeleo ya sayansi ya anga. Kupitia tafiti na teknolojia za kisasa, mafunzo katika SKUA yanahusisha mchanganyiko wa sayansi, teknolojia na mbinu za kijeshi. SKUA hutoa mafunzo mbalimbali yanayolenga taaluma tofauti za anga na ulinzi wa kijeshi, ya ja kwanza ikiwa mafunzo ya urubani hii ni moja ya kozi ngumu na muhimu zaidi. Marubani huandaliwa kuendesha ndege za kivita, ndege za usafirishaji na helikopta. Mafunzo haya hujumuisha masomo ya darasani na vitendo kwenye ndege au simulators. Cha pili ni mafunzo ya ufundi wa ndege. Hapa wanachuo hufundishwa namna ya kutengeneza, kukagua na kuendesha ndege. Hii inahusisha masomo ya mitambo, mfumo wa mafuta, umeme wa ndege na teknolojia ya kisasa ya anga. kwa kuwa ulinzi wa anga hutegemea sana teknolojia ya kisasa hufundisha wanafunzi wake namna ya ya kutumia na kutunza mifumo ya mawasiliano ya ndege, rada na vifaa vya kufuatilia anga. Sehemu ya nne ni ulinzi wa anga. Kozi hii hujikita katika matumizi ya rada, makombora na mbinu za kujihami dhidi ya adui wa angani. Hii ni sehemu ya kipekee kwa sababu inalinda anga la taifa zima. Cha tano ni nidhamu na mazoezi ya kijeshi zaidi ya taaluma ya anga. sikuwa huhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapitia mafunzo ya kijeshi, mazoezi ya ukakamavu na nidhamu ya kijeshi. Shule hii imewekeza kwenye miundombinu ya kisasa kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa kiwango cha juu, ikiwemo viwanja vya ndege vidogo kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, hangas kwa ajili ya kuhifadhi na kukarabati ndege, maabara za umeme na kielektroniki zilizoanzishwa mwaka 2023. Simulators zinazosaidia wanafunzi kufanya mazoezi ya kurusha ndege bila hatari, mabweni ya kijeshi yanayojenga nidhamu na mshikamano, na madarasa ya kisasa yenye vifaa vya tehama kwa mafunzo ya nadharia. Skua si chuo cha kawaida, ni chombo cha kimkakati kinachochangia moja kwa moja katika usalama na maendeleo ya taifa. Jambo la kwanza la Skua ni ulinzi wa taifa. Marubani na wahandisi wanaohitimu Skua wanahakikisha anga la Tanzania linalindwa dhidi ya vitisho vya ndani na vya nje. Jambo la pili amani ya kikanda JWTZ. Hushiriki katika operesheni za kulinda amani barani Afrika, wataalamu waliopikwa Skua wamechangia katika jukumu hili. Jambo la tatu ni elimu ya ufundi kwa kuwa mafunzo ya Skua yanatambulika na NACTE, wahitimu hupata sifa zinazoweza kutumika pia katika sekta za kiraia. Jambo la nne ni diplomasia ya kijeshi Skua. Huimarisha uhusiano wa kijeshi kati ya Tanzania na mataifa rafiki kwa kubadilishana utaalamu. Jambo la tano ni kujitegemea, kwa kuwa wataalamu wa ndani wa Tanzania hupunguza gharama kubwa za kutuma askari nje ya nchi kwa mafunzo, basi hapa hujihakikishia kujitegemea. Skua imefanikisha kuandaa mamia ya wataalamu wa anga waliohitimu na kutambulika rasmi. Shule imeanza kutoa stashahada na stashahada shahada zinazotambuliwa na serikali kupitia nakte Tangu mwaka 2025 Skua imepanga kuanza kutoa shahada za kitaalamu, yani degree Wahitimu wake wameshiriki kwenye operesheni za kulinda amani ya Afrika ya mashariki na Kati. SKUA imekuwa kitovu cha nidhamu, ukakamavu na uzalendo miongoni mwa askari vijana. Na kwa kumalizia, shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga SKUA ni nguzo kuu ya usalama na maendeleo ya Tanzania. Kwa historia yake, mafunzo yake ya kitaalamu, miundombinu yake ya kisasa na nidhamu yake ya kijeshi, SKUA imechangia pakubwa katika kujenga taifa lenye uwezo wa kulinda anga lake. Shule hii siyo tu chuo cha kijeshi bali ni alama ya uzalendo na matumaini ya taifa. Kupitia Skua, Tanzania imejipatia wataalamu wanaoweza kukabiliana na changamoto za kijeshi za sasa na zijazo. Mustakabali wake ni matumaini makubwa, ukiwa na lengo la kuendeleza elimu ya anga hadi ngazi ya shahada na kushirikiana na taasisi za kitaifa na kimataifa. Kwa kifupi, Skua ni nguzo ya ulinzi wa anga, chanzo cha utaalamu wa kitaifa na kielelezo cha kujitegemea kwa Tanzania. Naam, hiyo ndio Skua ama saki kama vile ilivyosikika ikitajwa na aliyejitambulisha kama Captain Tesha wa jeshi la wananchi Tanzania, JWTZ. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.